Hata hivyo hifadhi ya wanyamapori bado unakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo changamoto ya migongano baina ya binadamu na wanyamapori, lakini pia kuna changamoto za ujangili na vile vile kuna migogoro mbalimbali ambayo inajitokeza kutokana na maingiliano ya mipaka kati ya vijiji na maeneo yaliyohifadhiwa. Ndugu mgeni nasri, migongano baina ya binadamu na wanyamapori imekuwa ikiongezeka kutokana na ongezeko la utekelezaji wa shughuli za kibinadamu karibu na maeneo ambayo yamehifadhiwa na kwenye shoroba za wanyamapori. Changamoto hiyo imeathiri zaidi ya halmashauri za wilaya 44 kati ya takriban wilaya 91 ambazo zimekuwa na changamoto hii. Hali hii imekuwa ikiathiri kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, na imekuwa ikileta taaruki kwa wananchi pale wanyamapori wanapokuwa wanavamia kwenye maeneo yao. Ndugu mgeni rasmi, serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kukabiliana na changamoto hii ikiwemo kuandaa mikakati mitatu muhimu ukiwemo umojawapo ambao ni mkakati wa taifa wa kusimamia migongano baina ya wanyamapori na waharibifu huu ni wa mwaka 2025 mpaka 2035, ambao sasa hivi unakamilishwa, lakini pia mkakati wa kusimamia uhifadhi wa tembo huu ni mkakati wa miaka kumi ambao umeanza 2033 na, na, na kuna mkakati wa kuongoa shruba za wanyamapoli wa miaka kumi ambao umeanza 20, 22, na, utakwenda. Na katika mikakati hiyo serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ikiwemo kufanya doria mbalimbali mbali, za udhibiti wa wanyamapoli kwenye maeneo ya wananchi na kuwarusha wa kama kamatbo katika fah za Tanapa, Tawa na Ngorongoro kwa kushirikiana na TFS na halmashauri za wilaya. Ndugu mgeni rasmi, katika hatua nyingine serikali imeendelea kushirikisha wananchi katika shughuli za uhifadhi wa wanyamapori na utatuzi wa migogoro baina ya binadamu na wanyamapori kwa kuanzisha jumuiya za uhifadhi wa wanyamapori ambazo tunaziita WMA, hii ni Wildlife Management Area, na hadi sasa ziko jumla ya jumuiya 40 ambapo kati ya hizo 24 tayari zimeshaidhinishwa na 15 zipo katika hatua mbalimbali za uidhinishaji. Kwa kuzingatia hiyo, hili ni jukumu letu sote kuendelea kufuatilia utekelezaji wa shughuli za hifadhi katika maeneo hayo ikiwemo ukusanyaji wa mapato yanayotokana na shughuli hizi katika maeneo hayo, hasa ikizingatiwa kwamba ni kwa faida ya jamii ambayo imekuwa imetoa ardhi yao kwa ajili ya kufanikisha shughuli za hifadhi ya wanyamapori. Ndugu mgeni rasmi, katika kuimarisha utekelezaji wa mikakati hiyo, serikali imeendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia, ikiwemo mikanda maalum ya mawasiliano, hizi ni GPS satellite collars, kwa ajili ya kufuatilia mienendo ya wa wanyama pori. Lakini pia tumekuwa tukitumia ndege nyuki, drones, na mabomu yaliyoboreshwa kwa ajili ya kuwaondoa tembo katika maeneo ya wananchi na kuwarudisha hifadhini. Aidha, tumeandaa mifumo ya kielektroniki wa kukusanya na kuchakata takwimu na taarifa za matukio ya wanyamapori na wanyamapori wakali na waharibifu wandani, ambao ndio hii tutakwenda kutoa mafunzo leo, ili kuharakisha utoaji wa taarifa hizo kwa ajili ya udhibiti na ulipaji wa kifuta jasho na kifuta macho na kifuta machozi kwa wakati, kwa maana ya hatupendi kulipa kifuta jasho wala machozi, tunapenda kuzuia zaidi. Lengo la serikali ni kuzuia. Lakini inapotokea bahati mbaya basi hiyo bahati mbaya nayo e, iweze kupata kipaumbele na kupata fidia yake kwa wakati. Najua mnafahamu kwamba tumeimarisha sana doria katika maeneo mengi ya nchi yetu e, kwenye hifadhi zetu za taifa, kwenye mapori yetu ya akiba, kwenye mapori yetu tengefu na hilo linaendelea kwa kiasi kikubwa lakini vile vile eh, kama serikali, na kwa kuanzia na bajeti yetu ya mwaka huu tutaenda kuanza kuweka eh, eh, fences za like kielektroniki kwa baadhi ya maeneo ambayo tunafikiri tukifanya hivyo itapunguza eh, madhara makubwa ambayo tunayapata kutokana na wanyama wakali na waharibifu. Lakini vile vile, tunaendelea na tafiti za kimkakati ili kuweza kufahamu mienendo, tabia na namna bora ya kukabiliana na changamoto hii. Kama nilivyosema, lengo la serikali ni kuzuia kwa kiasi kikubwa. Na huwezi kuzuia bila kuwa na taarifa sahihi.